Ndiyo mama Cheichei, nakuja. Kuna simu hapa inanihitaji kidogo. Ngoja mimi niende. Kwa sasa weka mambo yako sawa, halafu baadaye nitarudi kukufuata. Haya sawa. Haya jamani, kuna nini? Binti yako yuko hoi ndani, anachemka kama oveni ya kuokea mikate. Kwani kapatwa na nini? Yatakuwa haya mahoma ya msimu. Unadhani kuna kingine? Ngoja nikamuone. Salamu aleikum mama. Waaleikum salamu mwanangu. Haya, zatoka majuzi? Nzuri tu mama, tunashukuru Mungu. Nzuri kweli maana si kwa kutupotezea huko siku hizi, mwanangu? Hamna mama, mimi nipo, sema kazi tu ndo zimenibana. Halafu mbona anakuja mara nyingi tu hapa nyumbani, au umesahau? Sijakataa, unakuja kweli, lakini unakuja chwana kuondoka. Ukae tena kama zamani. Haya, hebu tuambie ukweli, umempata nani Zanzibar hii ya kushike hivyo? Hamna mama, kama huyo mtu unayemzungumzia yupo mbona muda ukifika utamjua tu Tuambie tujue mapema ili aje apewe majukumu yake na mimi nipumzike. Hivi unajua usiku wa kuamkia leo sijalala mwanangu, mwanao mwili wake ulikuwa unawaka moto usiku kucha. Kwani shida kubwa ni nini? Ah, itakuwa ni hizi homa za msimu wa Zanzibar yetu, maana mpaka jana asubuhi alikuwa mzima, ila ule muda anatoka madrasa alikuwa kanywea. Nikamuuliza, haya wewe mwari wangu una nini? akanijibu kichwa kinauma bibi. Basi nikampaka Vicks relaxa ili aendelee kucheza, lakini usiku ulipoingia akaanza kuchemka mpaka asubuhi hii. Pole mama angu, pole kwa usumbufu ninao kusababishia. Wala hata hujanisumbua, ila nawaza siku nisipokuwepo itakuwaje? Hebu fanya hima uwapatie mama hawa watoto. Baba Naam mama angu, naumwa. Baba utapona mama, sawa eh? Ngoja bibi akuogeshe, twende hospitali. Watanichoma sindano? Hapana mama angu, utakuwa sawa sawa. Baba mama, naomba basi unisaidie kumwandaa huyu nimpeleke hospitali. Niko hapo nje kwenye gari, na msubiri. Fanya uoe, shauri yako mimi itafika muda haya majukumu yatanishinda. Nimesikia, mama. Ilhamu Isiaka! huyu hapa. Ndiyo huyu. Ndiyo? Ehe. Wewe ndiye mzazi wake? Ndiyo. mama yake yupo wapi? mama yake ni mgonjwa, hawezi kuja. Basi itakubidi ukaze roho kweli. Nenda chumba namba nne, akatiwe sindano ya mishipa. Bishosti! Bishoste! Eh, huyu kaandikiwa drip na vitamini B, mtie kanyula hapo arudi odini. Mama yake yuko wapi? Aa, kaja na baba yake. Haya baba, kaa hapo na mwanao. Naomba mkono wake wa kushoto. Baba mshike mwanao, tena mshike vizuri asitingishike ataumizwa na hii sindano baba, baba nakufa na baba naumia naumia baba nionee huruma baba nakufa baba pole baba ndo ulezi huo na walivyombeba bila hata kanga sijui itakuwaje Ah, jamani, hili jitu zima sikujua litanikojolea. Mtoto akiumwa, anarudi utoto mara mbili. Mvue hizo nguo, umpeleke chumba namba mbili, akawekewe dripu. Baba mkono unauma. Mkono wangu ameukata unauma. Mkono wako haujakatwa. Utapona mama. Haya nyamaza. Sawa eh? Bebi, ushajiandaa tayari? Ndiyo, yaani nimekusubiri muda mrefu kweli. Da, mambo yameshaharibika huku, usitaki kuniambia. Umeitwa tena kwenye hizo kazi zako zisizoeleweka? Hamna hata. Siyo hivyo, ni nini sasa? Yaani umenijeza maneno hadi nimeomba ruhusa kazini, alafu unakuja kuniambia nini sasa hivi? au ndo umeitwa huko ulipokuwa wiki iliyopita sio hivyo mpenzi sio hivyo nini siuniambie ukweli kama una mke wako mimi niendelee na maisha yangu kuliko unaponifanyia hivi hapa naona hatutaelewana hatutaelewana kweli hauwezi kunistopisha kwenda kazini alafu uje uniambie safari imegairishwa tu bila sababu maalum Hebu nisikilize basi kwanza. Ehe, nakusikiliza. na kutumia meseji sasa hivi, chukua bodaboda boda, kisha umwambie akulete kwenye hiyo sehemu, labda ukifika tutaelewana. Sawa, na nikija hapo nikute maelezo ya kutosha. Ungefanya mpango wa nguo basi, maana hizi feni humu ndani, tusije tukatibu kitu kimoja tukaharibu kingine. Sawa, kuna mtu namsubiria ambaye nitamwacha naye, kisha nikalete hizo nguo. <tell> <tell> Halo we Siaka, mbona kama hospitali humu, kwani umeshafika? Ndiyo, nipo nje. Kuna nini? Haya, nisubiri na kuja. Haya, karibu. Wewe, mbona unanitisha? kuna nini? Wala usiogope wewe, si ulikuwa unataka maelezo? Maelezo ndo haya hapa, maana wanawake kwa kuongea hamjambo. Sasa mimi ningejuaje? Hebu niambie, kuna nini? Uh, inabidi uanze majukumu mapema tofauti na matarajio. Majukumu gani tena? Binti yangu Ilham anaumwa. O, masikini, pole. Yuko wapi? Yupo huko ndani, amelazwa. Unavyoniona hapa, kanikojolea hadi nimeloa tepe tepe. Ehe, sasa tutafanyaje? Ndiyo maana nimekuita, ubaki naye hapa ili mimi niende nyumbani nikabadili nguo na kumletea nguo nyingine. Sawa, mimi sina neno. Yupo wapi?